Lengo kuu la utambuzi wa mifugo ni kukidhi matakwa ya soko la kikanda na kimataifa linalohitaji kila mnyama na mazao yake kuwa na alama ya utambuzi, kuwezesha wafugaji kupata mikopo na bima, kudhibiti wizi wa mifugo, kurahisisha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa na kuwezesha serikali na wadau kuweka mipango ya kuhudumia mifugo na wafugaji kwa kuwa idadi yao itajulikana sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza kampeni ya chanjo na kujenga uelewa kwa wadau juu ya kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa, wizara imefanya uzinduzi wa hamasa ya kampeni ya chanjo kitaifa kwa kuwakutanisha wadau wa mifugo, wa mifugo 762 wakiwemo makatibu tawala wa mikoa 26, wakuu wa idara na wakuu wa sehemu ya mifugo na maafisa TEHAMA kutoka halmashauri zetu zote mia moja themanini na nne. Mheshimiwa naibu Spika, katika kutekeleza kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa, serikali imenunua jumla ya hereni za kidijitali milioni 36,323,100 kwa ajili ya utambuzi wa mifugo. Aidha, jumla ya ng'ombe milioni 19,991,100 mbuzi na kondoo milioni 17,224,200 wanatarajiwa kupatiwa chanjo na kutambuliwa kwa kuwekewa hereni za kidijitali na taarifa zao kuingizwa kwenye mfumo wa utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo.